Sisi tunapenda sana CBC, competency based education and curriculum. Sisi ni wa champions hapa, ma, hapa Elimu Resource Center. So hata katika hii program tunatayarisha watoto kuenda shule. Hii vile nimesema, unatumia play based learning, ile kusoma ku na michezo, kuwatayarisha mtoto aweze kufaulu uh, ku zaidi wakati wameingia kwa, wameingia shule. So hii pia inatoka kwa CBC. Uh, ni hands on hata, um, hata masomo ya kidijitali tunaingia hao hawa uh, watoto wadogo kwa uh, hizi, hizi masomo ambayo ita, itawafaa kwa hii hi umri tun, pia tunatumia kitu kama robotics. Uh, yeah, so ka, ka, tuko ndani ya CBC, CBE na ni kitu tunapenda sana so, si sana sana tunasema tuna watoto wanaogopa wazazi, na hii ni kitu sisi tunajaribu kubadilika. Mtoto akiogopa hata kuwa wasi, hata kuelezea anafanya nini na ni marafiki zake, maybe anapata shida kubwa Uh, pale um, kwa community na wanaogopa kuja ku, kuambia wazazi wa so mzazi akikaa aki karibu uh, akicheza na mtoto akikaribisha mtoto atakuwa um, comfortable kuongelesha wazazi. Sasa wakipata waki shida, wataongea na wazazi watawaelezea, na wazazi watakuwa na uh, itakuwa ni rahisi zaidi kufuatilia um, mtoto wako anafanya nini it is in line with the CBC yes. if you see the core competency uh, curriculum the learning areas they e are, uh, really incorporated in our learning areas ukingia okay. huko ndani utaona tumejaribu kuzieka in a way that if it is digital we do it but in a playful way okay. yeah, if it is about maybe numeracy and maybe language we still do it but in a playful way so we really incorporate CBC because bila hiyo tutakuwa tuna align na what the schools are doing <coughs> ngu mimi kupitia ile pilot phase nimeona tayari iko na manufaa na inasaidia kwa sababu tumeona mtoto ambaye alikuwa kidogo amelegea amebond na mzazi zaidi. Na muhimu sana ni ku create awareness wazazi kujua, mzazi kujua kwamba responsive caregiving or parenting ni muhimu sana. Mara nyingi wazazi wanasema mtoto ni mtume shuleni, alafu aanze kukua na huko, na ni rahisi upate mwalimu ana blame Mzazi anasema ah, mwalimu afanye hii part na hii part, bila kugundua kuwa kuna part ambayo mzazi angefanya nyumbani ingesaidia sana mtoto akienda shuleni. Ni sasa tu, uh, just continuous uh, development and education. Sasa tunawaleta wazazi sana sana, we engage parents actively to be able to, to be aware about uh, positive parenting about child protection and we do this through play. Mtoto wa, akiwa karibu na mzazi, kama mtoto anaweza changamuka, anaweza jieleza, mzazi atagundua mtoto wangu ako na shida mahali. Hii programu ya elimu Family Stawi ilikuja kwetu na tukaipokea, na tulipoanza haya mafunzo tuliendelea nayo. Kwanza kabisa tulifundishwa kuhusiana na mtoto na mzazi, jinsi tunaweza kulea hao watoto wetu vizuri. Uh, na tunaona kwamba imetusaidia kwa sababu kufikia sasa mtoto amekuwa, watoto wamekuwa marafiki ya wazazi. Mtoto anaweza ku open up anaongea kile, kina, kile anapitia na tumekuwa na ule ukaribu wa kusaidia hao watoto. Uh, wakati wa nyuma tulikuwa watoto ni kama wamekuwa ma, tumekuwa maadui kwa watoto. Eh. Sasa baada ya haya mafunzo tunaona kwamba watoto wamekuwa karibu na sisi, tunaweza cheza na watoto, tunaweza kaa chini kabisa na watoto tukacheza, tukakula vizuri na watoto. Na wamekuwa marafiki kwetu kama wazazi. Mtoto anaweza ongea changamoto yake, anaweza ongea shida yake na tunasaidiana. E, alafu haya mafunzo pia tulifundishwa kuhusiana na mambo ya ukulima, kutengeneza sabuni, kushona, kutengeneza sodo. Na kompyuta pia. Kwa sasa tunajua tuna kutumia simu kufungua kompyuta na kufunga, kutumia simu hizi, simu za hizi, simu kubwa tunaweza tumia kutengeneza sabuni. Tunajua kutengeneza sabuni, na saa hii hatu, hatu, hatuna ule urahisi wa kununua sabuni tena.